Siku zote chakula asili ambacho bibi na babu zetu walikula muundo mm. wa hiyo sahani ukiunda sasa hivi, wewe unaonekana ni mshamba. Angalia vyakula vyote ambavyo vina, vinatengenezwa kwa madoido ya upishi eh, vinauzwa wapi? Chukua ngano, chukua uh, kuku, alafu umloeke kwenye ngano mm. baada ya kumloeka kwenye ngano kadumbukize kwenye mafuta, alafu hiyo ngano hiyo imetiwa sukari, viungo na madoido tofauti tofauti mm. Yule kuku atakayetoka pale, kuku atakuwa mtamu, ndio eh. Alafu nenda kachukue flemu yako Mlimani mm. City mm. kachukue flemu ya biashara City Mall kachukua sehem mm. sehemu zote za starehe unazozijua za yani zile expensive luxury mm. nikwambie hivi, utauza mpaka basi, kwa sababu ndo akili ya watu wengi inapowapeleka wa watu wengi wanavutiwa na vyakula vya ukisasa yeah. Kwao tunatakiwa sasa tuirudishe jamii enzi na enzi, binadamu alikulaje? mm. Sasa huyu mtoto tayari ameshaharibiwa na malezi yako mama, yeah. Malezi yako baba, toka akiwa mtoto mm. umemtengenezea ulimi wa kutaka vitu vitamu. Ndiyo. Umemtengenezea vyakula a, a, vile vyenye madoido makubwa ya upishi yani, hivyo akiviona ndo anavyovitamani mm. Usifikirie ukubwani, huyu hata vitaka vile vyakula mm. Matokeo yake sisi tunakutana naye tayari ana kisukari. Ndiyo. Sisi tunakutana naye tayari, mbegu za kiume zote zimeisha, anaambiwa hakuna mkia, hakuna mbegu, hazikimbii ni sifuri we unatoa maji tu ambayo hayana mbegu. Tunakutana naye anaambiwa mayai huna, ndo maana umekoma hedhi, una miaka thelathini na mbili. Sasa wakati wa kupaniki. Kwa nini natamkiwa maradhi makubwa makubwa haya ikiwemo kansa mm. Maradhi ya moyo, shinikizo la damu, ndo mm. Anaanza sasa kuangaika kwenye mitandao, nini kinachoendelea kwenye mwili wangu? mm. Kinachoendelea kwenye mwili wake ni madhara ya madoido ya upishi ambayo mama na baba yake amemtengenezea mtoto toka anapokuwa mdogo, umeelewa? mm. Mbali na kwamba watoto wanaathirika toka akiwa tumboni mwa mama anayekula vibaya. mm. Kwa hiyo tunatengeneza kizazi ambacho kinaumwa kwa sababu ya madoido ya upishi.